nimekuita hapa kwa sababu nilikuwa nataka nikutume kwa mzee Shida, ukamwambia umebwana, baba umpatie ule mzigo wake. Sawa mwanangu, mzee hapo bondeni. Eh, wapo hapo bondeni, nenda mara moja mwanangu. Tena mwambie mwenyewe nitamfikia jioni. Sawa mwanangu. Haya mwanangu, safari njema.

nataka kuwekea aanu iile. Acheni kugombana, hebu nendeni mkaeke begi ndani, halafu mleteni ni kiti mgeni akae. Ndugu zangu bila kusahau. Umo ndani mwenye nimekuja na peremende na vitu huko ndani. Fanya haraka huko. kwakuwa wanapijiji waje wanitembelee hapa kuja kumwangalia binti yangu mrembo alivyorembeka alivyozalika. Ee mtoto. Mama jamani, unamaanisha nini kusema hivyo huu ni muda mzuri sasa wa kubadili hayo mavazi yako ya uvae mavazi ya kiasili kwa sababu mwachamila mwanangu ni mtumwa mama yako wajaribu kukumbusha mila na desturi yetu mwanangu. Miezi kumi na sita mnatimu, mwaka mmoja na nusu sasa kutimu tangu uende mjini, ili upate jiko uwe na kwako mwanangu. Mwanangu, vile ulivyo mrembo mwanangu, nadhani utaangukia watu na pesa zao mwanangu, utaangukia mahali ambapo tutakuwa na mali na sisi pia, tuwe tutwaishi vizuri maua maua mwanangu sinakuita hey, mwanangu kwani husikii umekisikia tulichokwambia na baba yako ila mimi siko tayari hapa kijijini unamaanisha nini wewe mtoto ame nataka tufedheheke hapa kijijini mwana wa mzee shida mimi nilienda kusherekea tulimweka kwenye umwali na nilienda kusherekea na wazee wenzangu wewe unataka kuongea nini hapa kumaliza hata siku tatu akapata mwenza na saa hii yuko kwa nyumba yake, si wake waliachiwa mali za kutosha na bamkwe wao? Wewe wakataa mwanangu, ili iweje? Ni kweli msemayo, mi sijakataa, ila nikupata mchumba huko mjini, na yeye pia mzaliwao huko mjini, na yeye ndiye aliyenituma nije kuongea na nyinyi wazazi. Kama mko sawa wazazi wangu, basi awasili hata kesho, aje kuwaona. Mwanangu alionaje? Ah, hilo liko sawa kabisa mke wangu. Hey. Lakini na mama yako hatungetegemea kama mwanangu ungetufurahisha hivi. Kiukweli mme wangu, hongera mwanangu, kwani waliotucheka mwaka huu watakoma wao kabisa kabisa. Biti yangu sasa hapo naanza kuiona nuru maishani mwana bara na mama yako. Mwanzo mimi natamani hata leo aje nimuone, ba wazee wenzangu waje kujishindia kula minofu na tembo kali kali. Msijali, mtawasiliana naye kesho. Mapema atafika, kwa sababu hata kianza safari leo, kesho ndo atafika. Hehe, waliotucheka watakoma wao, kwani binti yangu anaolewa kwenye pesa. Wataonyesha jino la mwisho. Kwa kigagura aenkona wiki moja, upige mswaki. Haujioni wewe mwenyewe, ulipiga lini mswaki mwenyewe? Nakuvumilia tu. Mimi nilipiga juzi wakati nikaenda kwa mzee mwenzangu mzee Shida. Ah, jameni ndio ndipo. Sawa haina shida mwanangu, mke wangu peleka hizo kule ndani, maana tumbo limeshikika kweli. Sawa mke wangu. Fanya haraka mke wangu. Yeye Baba. E, karibuni, karibuni. Ah, baba. E, biwini, apa karibuni karibuni. Ribangozi mwanangu, hebu lete viti viwili hapa, kuna wageni mara moja. Ah, fanya raka, fanya haraka basi. Wenzangu na mme wai kweli leo e, e, fanya raka, wapatie viti hao wazee. Haya, wakati mnajiandaa kukaa na mimi, wacheni na wafanywa Mwazo... kijana <laughs> Sasa nyinyi, karibuni, mkae na mimi naenda kuwaletea zawadi ndio kuja na mwanangu mao wa kutoka mjini huko. Jono ulinifurahisha sana. Karibuni, karibuni, karibuni, karibuni wazee wenzangu hizi ndio Zawadi zilizokuja na mwanangu kutoka mjini. Oh, asante. Karibuni wazee wenzangu. Hizo unasema sijui ni halua oh, sijui ni nini ah, chokilete. Ninajiandaa mara moja wazee wenzangu oh, oh, mzee, hizi sijawahi kula toka mimi nizaliwe, hizi na mimi ndiona hiyo na leo. Ngoja nifungue Ah, ah. Funguo yako uonje <laughs> ah. Iko tamu iko na kwambia ziko tamu sana, ah, ah. ah. ah, sana. sana. <laughs> sijui zilitengeneza na nini ndani <laughs> <laughs> <laughs> ah, acha nikae kiuno changu kidogo mimi ilidaeu <laughs> Walai, huu tamu mimi sijawaiona. Mimi ngoja niitumbukize. Mzee mwenzetu amekuwa mbahatika kweli, kwani sio rahisi wana mwali wetu kuolewa mjini. Mm, nakuambia natamani mimi ndio binti yangu anaenda kuolewa huko mjini. kwani natumai mzee mwenzetu atanunuliwa hata meli, maana nasikia huko mjini kuna meli zabiba air a. Eti angalia, we mzee, shida unasema kitu kidogo, eti meli. Nasikia huko kuna magari, na akinunuliwa gari, je itakuwaje? Yani hata natumani ungekuwa mimi. Sijui nikekuwa na furaha kiasi gani. Mzee <laughs> <laughs> mwenzetu amebahatika kweli. Mwenzangu, nyuma yetu kuna ugeni unakuja. Nahisi huko kwao pesa ni teletele. Unamaanisha nini mzee Mashaka? Ama itakuwa ndio huyo mgeni mwenyewe? Ah, baba Mamgee ni e, oh, uko <mucho> mnyuma <msusana. mucho> Oh, hivi mbona hautupigii magoti kijana ndo tukupatie baraka? ndio huku kwetu tuko na mila na desturi zetu. Wakati wa kutoa salamu ah ah, mwanzo wewe, babu tulia. Wewe ndio ulikuwa unachungulia kule, ni kama hauoni. Shika hizi miwani. Sasa unafanya nini kijana? Unamfanya nini mzee Mashaka? Wewe kibabu, tulia mwanzo. Mimi si tu kijana, mimi nina jina langu, itaspenda Benex b na nyinyi mwache kuitana majina ajabu ajabu hapa. Ndo jina hilo hivi. Ah, wewe kijana, wakunieka mimi hii midude yako iliyontangulia machoni kama utofi mzee? Vipi, itika utofi. <laughs> Mimi nataka nikubadilishie wewe kijana. Nani kakwambia mimi sioni? Kama haya ndio maisha ya mjini, basi maisha yameisha. <laughs> Hivi wewe ujio wako kijana, umefuata nini kijijini? ah mimi ujio wangu hapa kijijini ulikuwa ni mwema tu, lakini sasa ni ka kama mwanitibua. Haya wewe mzee, nyanyuka uondoke kwa vesuruali, umekucha umekucha. Wewe unaoleta hizo miwani kama hujui kazi yake, tangulia na mwenzako, mwende mkavesuruali huko ndani aamaua. <coughs> We mzee mafumbo, hebu njone usaili wako. kuwa muhimu si tena kawaida naye hmm, hmm. Hey, eh, ni sawa. Hey, lakini kijijini kwenu huko kuna wazee wa hovyo kweli. Wazazi wangu ndo awo hapa, mpenzi wangu hapa, mzazi wangu wa kiume pa mama, na hapa kakangu mdogo wangu na wazazi wangu wepa ndo mchumba wangu niliwaambia jana. oh. Sasa bamkwe, mbona kama hivyo tena? Ndo nini kijana hauna suruali <laughs> hivyo. Wajua, ungekuwa kule mjini kwetu, watu wangekushangaa sana, kwa sababu ungejulikana wewe uko uchi kama mnyama. Shabash, hivi kijana na vijana cha nyuma kiongea. Eh, tulia. Hivi unatuambia nini? umetuletea nini? Mama tulia, kwani mimi lengo langu kuja hapa kijijini ni kuja kuposa binti yenu, ama ni kunisema Mwanzo na hilo shepu lako kama mburi wanifaa kwenye kazi hivyo. Umekucha. Umekucha. Mtume, sasa baba maua umetuletea nini hapa kwetu kijijini? Hayo sio matarajio yetu, bali mmeamua kuja kutuzilalisha kwenye hii imaya yetu. Ni kweli mzee mwenzangu, hivi minofu na tembo, ndio haya matusi ndio umetuletea? Si afadhali ungemwozesha binti yako kwa kijana wangu kikoko. Bamkwe, kama kuna siku uliolala usiku ukapata ndoto mbaya mbaya, basi ndoto yenyewe ndio hii hapa. Wewe kijana, nakuomba mara moja sema. Bamkwe, mi nakusikiliza. Hivyo we kijana, una adabu kweli? Yaani umekuja kumposa biti yangu na huku natafuna kipande cha Big G? Bamkwe, Mdomo ulikuwa wanuka sana, nilivuta sigara. Na sigara wavuta pia? Ndiyo, nilivuta jana, siku kabla ya kuja kwako, nilikuwa klabu nikikunywa pombe na, na. Hadi pombe pia nakunywa? Kia, ndiyo nilijifunza nikiwa jela. Tume na kufungwa? Pia nakufungwa, nilifungwa. Ya ndiyo, kuna mzee alinikatalia posa kwa binti yake, ikamulia mbali. Astaghfirullah, na kumbe pia muaji ya ndio niliuwa